Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde akiwa ziarani wilayani Nyang'hwale amewaasa na kuwataka wamiliki wa leseni za uchimbaji wa madini kuzingatia sheria ya madini sura ya 123 na kanuni zake katika utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumza katika ziara hiyo iliyofanyika kwenye eneo la mgodi wa Kasubuya wilayani Nyang'hwale, Waziri Mavunde amesema wachimbaji wadogo kwa sasa wanachangia zaidi ya asilimia 40 ya mapato yatokanayo na sekta ya madini, akibainisha kuwa mchango Wow. unaendelea kuongezeka kutokana na maboresho makubwa ya sheria, kisera na kiutendaji yanayofanywa na serikali. Waziri Mavunde aliongeza kuwa kufuatia mabadiliko ya sheria ya mwaka 2024 kuanzia Oktoba mosi 2024, Benki Kuu ya Tanzania BOT ilianza ununuzi rasmi wa dhahabu nchini na kufanikiwa kununua zaidi ya tani 15 hadi sasa. Kwenye orodha ya nchi kumi bora barani Afrika zinazomiliki hifadhi kubwa ya dhahabu. Dhahabu. Akiwahimiza wachimbaji na wamiliki wa leseni kuzingatia sheria, Waziri Mavunde amesisitiza kuwa leseni za uchimbaji hazipaswi kupangishwa wala kuachwa bila kuendelezwa na kutaka wamiliki wa leseni kuzingatia kanuni mpya zinazohitaji kuingia makubaliano na wamiliki wa maduara na kuyasajili makubaliano na kuyasajili makubaliano hayo ofisi ya Tume ya Madini. Amesema mtu yoyote ambaye amepewa leseni anatakiwa aiendeleze. Hakuna kuhodhi eneo bila shughuli za maendeleo. Leseni zote zisizoendelezwa, zisi anataka awahakikishie anakwenda kuzifuta mara moja ili wapewe wengine wenye uwezo wa kuziendeleza. Mavunde ametangaza kuwa serikali inajenga maabara tatu kubwa katika mikoa ya Geita, Dodoma na Chunya ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wachimbaji. Amesema pia, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza kufanya ameagiza kufanyika kwa utafiti wa kina wa madini ambapo kwa sasa Wizara inajipanga kutekeleza mradi wa ununuzi wa helikopta kwa ajili ya kufanya utafiti wa kina wa maeneo yenye madini na kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata taarifa sahihi na kuondokana na uchimbaji wa kubahatisha. Kuhusu kupanda kwa bei na upungufu wa kemikali ya sayanaid. Waziri Mavunde amesema tarehe mbili Disemba 2025 kutafanyika kikao maalum kati ya wizara ya madini, tume ya madini na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ili kutafuta suluhisho na hatua za kukabiliana na hali hiyo kwa wachimbaji wadogo. Kingalame amempongeza waziri Mavunde kwa usimamizi imara unaoendelea kuinufaisha jamii ya wachimbaji wadogo. na mbunge wa Nyang'hwale Mheshimiwa Huseni Nasr Amari ameomba leseni za utafiti ambazo zifanyiwe kazi zifutwe na kugawiwa kwa wachimbaji wadogo. Pia mwenyekiti wa vijana wa wachimbaji madini taifa, Hamisi Mohamed amemshukuru waziri kwa kuendeleza programu ya MBT na kuomba maeneo yenye taarifa sahihi ya uwepo wa madini yatengwe kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Ametoa wito wa kudumisha amani katika maeneo yote ya uchimbaji. Amesema Tanzania ni nchi ya amani, anaomba tuendelee kuilinda kwa wivu mkubwa na kuheshimu, na kuheshimiana katika shughuli za uchimbaji. MOHAB TV Geita.